Nini cha kufanya ili kuzuia mimba kuharibika au kutoka wakati wa ujauzito? Kabla ujauzito, kwanza hakikisha unatibu una ama unarekebisha magonjwa haya yafuatayo. Rekebisha magonjwa ya presha na kisukari, kama unayo kama, rekebisha magonjwa hayo kabla kupata ujauzito, na baada ya kupata ujauzito hakikisha pia unarekebisha magonjwa hayo hayo, kama akiwa na kutokea maanake kuna presha za mimba, kuna kifafa cha mimba. Jaribu kuhakikisha unarekebisha magonjwa hayo kwa kwenda hospitali kila wakati, kila unapokutana na dalili ambazo sizo za kawaida. Lakini pia dalili kama vile za kuanazo makini, kama vile maumivu ya tumbo wakati tunajua uzito, kutoka na damu. Pia jaribu kurekebisha hizo hali za kwa kwenda hospitali, lakini pia jaribu kujipusha na, na na, na, vihatarishi kama vile matumizi ya dawa za kulevya, pombe na makokaini ili kujiepusha kutumia hivyo vitu. Lakini pia jaribu uh, kufanya mazoezi marahisi yale, lakini pia jiepushe na masuala ya ugomvi ugomvi, kwa sababu anaweza akaathiri e, tumbo lako. Lakini pia jaribu kujifunza masuala mazima kuhusiana na ujauzito, yatakusaidia katika kuelewa changamoto na mabadiliko yanayotokea ndani ya mwili wako.